Tukiwa katika wenyekiti wetu tumezindua eh, awamu ya utekelezaji wa mfuko wa loss and damage. Awamu hii tumeizindua siku tatu zilizopita na nchi sasa zitaanza kupata fedha, sio nyingi, hadi dola milioni ishirini kwa mradi mmoja, na ninatamani kwa sababu hili jambo limezinduliwa chini ya wenyekiti wetu, tuwe nchi ya kwanza kupata hizo fedha. Nawaomba sana hii inachohitaji Mheshimiwa Katibu Mkuu ofisi ya makamu wa rais, ni nyinyi kutusaidia kudesinati mtu mmoja tu anaitwa focal point wa loss and damage fund. Akisha kuwepo na kusema kweli kwa kazi ambayo tumeifanya mwaka huu na mkuu wa hii fund, kipaumbele tumepewa Tanzania, na ningeomba sana hii iwe ni fursa ya kutoka hapa tuwe na mradi mmoja au miwili na miradi inapitia kwenye taasisi zilizokuwa credited. Tuna CRDB na niseme kwa mara ya kwanza hizi fedha ni grant, sio mkopo. Zimetengwa dola milioni mia mbili hamsini ambazo nchi zinaweza ikatumia kwa mwaka ujao, lakini bado tunashinikiza nchi ziweke fedha nyingi hadi zifika angalau bilioni moja ya kuanza kutumika. Tunayo mifuko ambayo inafanya kazi tayari. Nimeomba watu wetu wa NEMC waone hapa, wafuatilie kwa karibu. E, mfuko wetu wa adaptation ambao tayari walikuwa na changamoto ya reaccreditation, nimeongea na wahusika, wako tayari kufungua njia ili tuende na hilo. Lakini kubwa zaidi e, niliwafahamisha kabla kwamba mwaka huu Tanzania imeteuliwa kuwa kituo cha e, tunaita Santiago Network kituo cha Afrika kwa ajili ya miradi na usaidizi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, naitwa Santiago Network kwenye masuala ya loss and damage. Jana tulikuwa na kikao na mkuu wa taasisi hii ambayo iko Geneva. Bahati nzuri wamekamilisha masuala yote ya ajira na Tanzania ndiyo kituo, na sisi kama serikali tumesha wapa ofisi katika lile jengo la UN na wameshukuru sana lakini wako tayari sasa kufanya uzinduzi. Maanake ni nini? Kuna fedha wataanza kuzitoa kutoka huko katika jiji la Belem nchini Brazil, ambako mkutano mkubwa wa kimataifa wa masuala ya uhifadhi wa mazingira na mambo mbalimbali yanayohusu masuala ya mazingira unaendelea. Na mkutano huu ulianza tarehe kumi mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano na unatarajiwa kumalizika tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Pamoja na mambo mengine, nilikuahidi kwamba tutaendelea kukuletea taarifa mbalimbali, hususan swala zima la nishati safi ya kupikia pamoja na masuala ya jinsia. Lakini leo katika uh, kukuletea taarifa hizo, tunayo taarifa kutoka ukurasa wa ofisi ya makamu wa rais wa Tanzania ikieleza bayana mambo gani ambayo yamejadiliwa katika mkutano huo husiana na swala hili la, la nishati safi ya kupikia. Sasa nikuletee ama nikusomee kama ilivyoandikwa ndio kwamba naibu katibu mkuu mazingira ofisi ya makamu wa rais, profesa Peter Msofe, amewaomba wadau wa maendeleo kuendelea kuchangia upatikanaji wa nishati safi ya kupikia nchini Tanzania ili kuwawezesha wananchi kuacha kukata miti kwa ajili ya kuni na mkaa, hivyo kulinda afya mazingira. Taarifa hii imeendelea kwa kusema kwamba ametoa wito huo wakati ya kishiriki uzinduzi wa mpango wa nishati safi ya kupikia shuleni ambapo unalenga kuziwezesha taasisi hizo za elimu kutumia nishati safi ya kupikia uliofanyika pembezoni mwa mkutano wa thelathini wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi unaoendelea katika jiji la Belem nchini Brazil. Amesema rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni kinara wa nishati safi ya kupikia, ameonyesha dhamira ya dhati ya kuwezesha upatikanaji wa nishati sa hiyo. Ameongeza kuwa Rais Daktari Samia amekuwa akichangiza agenda ya tatu ambayo inalenga kupeleka umeme kwa waafrika milioni 300 ifikapo mwaka 2030 hivyo itasaidia wananchi kutumia umeme wa gharama nafuu na kuacha kutumia nishati hisiyo rafiki kwa mazingira. Profesa Msofe amesema kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha nishati hiyo inapatikana kwa urahisi na, na, na kwa gharama nafuu. Pamoja na serikali kutoa maelekezo kwa taasisi zinazolisha watu zaidi ya mia moja kuachana na kuni na mkaa, inaendelea kuchagiza elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia. Pia ameeleza kuwa bado wananchi wanahitaji kupata nishati safi ya kupikia ambapo inatarajiwa kuwa ifikapo mwaka 2034 asilimia 80 ya wa Watanzania wawe wanatumia nishati safi na kuachana na kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia. Aidha, Profesa Msofe amewashukuru wadau wa maendeleo wakiwemo shirika la Umoja wa Mataifa na mpango wa chakula WFP kwa kuanzisha programu hii kwenye shule na kuhakikishia Tanzania itaendelea kuwapa ushirikiano ili kuleta maendeleo endelevu. Amesema mpango huo si tu unaziwezesha shule kupaz, kupata nishati safi ya kupikia bali pia unawajengea wanafunzi uwezo wa kuwa mabalozi na na matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa jamii inayowazunguka. Hii ni taarifa kutoka huko katika mkutano wa COP30 Brazil. Lakini kabla Tanzania hatujafika kwenye mkutano huo, kulikuwa na maandalizi ambayo yalifanyika na kiongozi mmojawapo alizungumza kama ifuatavyo. Kwa Tanzania, COP30 itakuwa tu jukwaa la majadiliano, bali ni fursa ya kuimarisha ushirikiano na wadau wa kimataifa kwa lengo la kuongeza upatikanaji wa rasilimali za fedha. Kwa hiyo kwa tabia ya nchi na kuchochea uchumi wa kijani e, hapa tunaongea uchumi wa kijani, na Tanzania ina bahati kubwa sana ya kuwa na e, wanasema green minerals. Sisi kwa kweli katika ukanda huu ni matajiri, lakini bado hatujaweza ku extract potential iliyopo. Kwa hiyo kwa nafasi yetu kama mwenyekiti wa kundi la majadiliano la Africa AGN Tanzania itaongoza na kubeba sauti pamoja pa, bara Afrika, lakini kimsingi kim, Tanzania pia ina ajenda zake, kwa pale ambayo tunajaribu kuisukuma dunia iweze kuelewa. Kwa mfano tunajaribu kusukuma ajenda ya clean cooking iweze kutambulika sasa kimataifa na Tanzania iweze ku attract fedha nyingi kwa ajili ya clean cooking, lakini msisahau, Mheshimiwa Rais e, pamoja na maraisi wa Afrika walizindua e, mkakati wa Afrika e, e, Mission 300 kwamba Afrika wote at least milioni mia tatu wapate umeme. Sasa ile ile ile, ile, ile agenda ya 300 kwa sisi wana mazingira ni, ni mkakati makusudi wa kuokoa Afrika, Afrika kutokana na mabadiliko tabianchi Sababu kwenye M, M300 tunaposema watu wapate umeme, tunachokiongea sisi ni umeme ambao renewable energy, na kwa Tanzania tumepiga hatua kubwa sana. Tumeanza kuachana na fossil fuel kwa masuala ya umeme, sasa tunatumia hydro power ambayo eh, renewable energy, kwa maana tuna conserve environment. Kwa hiyo kama watu 300, Afrika wakipata umeme, maanake ni kwamba changamoto iliyopo ya kukata miti ovyo changamoto iliyopo ya kutumia mkaa, changamoto iliyopo ya clean cooking na kwenda kuondoka. Langu jina ni Godoni Kalulunga, na hii ni Nyikani TV.